Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mkuu wa kanda wa Tume ya Ushindani FCC nyanda za juu kusini, Bwana Dickson Mbanga, amesema kuwa vitendo vya kuuza na kusambaza bidhaa bandia vinadhoofisha ustawi wa taifa na jamii kwa ujumla, hivyo serikali kupitia FCC haiwezi kuvifumbia macho. Kwanza asa za, za, za bidhaa bandia ni nyingi, especially kwa uchumi wa nchi kiuchumi. Unakuta kwamba huyu ambaye anazisha bidhaa bandia halipi kodi, kwa hiyo anasababisha uh, hasara kwa serikali vilevile vile, ni madhara kwa mtumiaji endapo kama hiyo bidhaa itakuwa na madhara tayari, huyu mnunuzi atapata madhara kiafya na magonjwa. Unakuta magonjwa mengi, kuna makansa, ni kwa sababu ya kutumia bidhaa ambazo aa, ni, ni bandia. Wale watu ambao wanauza bidhaa bandia waache, kwa sababu ina madhara kwa mwanadamu, kwa, kwa mwanadamu au mtumiaji. Vilevile vile, waende wakanunue bidhaa zao wa muuzaji au msambazaji anayotambulika na mzalishaji wasinunue. Katika hatua nyingine, Mbanga ametoa wito kwa wananchi kujitokeza katika ofisi za FCC kupata elimu ya namna ya kutambua bidhaa bandia, akibainisha kuwa tume hiyo itaendelea kutoa elimu kwa jamii ili kuwajengea uwezo wa kujilinda dhidi ya bidhaa zisizo halali. Jukumu kubwa la FCC ni kuendelea kutoa elimu kwa wananchi. Kwa FCC nyanda za juu kusini, tunajitahidi kwenda kwenye, kwenye masokoni Tunapokuwa tunaenda kufanya operation zetu, sio kukamata tu, vile vile tutumia mwanya huo kutoa elimu kwa wafanyabiashara waweze kujua kwamba akifika kwamba kununua bidhaa yake ajue kwamba kuna bidhaa bandia na bidhaa ambazo ni original. Tuna mipaka, mipaka huwa tunakwenda mara kwa mara kutoa elimu na kudhibiti uingiaji wa bidhaa bandia nchini. Kwa upande wake, Andason Luiza, mkaguzi na afisa mdhibiti wa FCC, amefafanua kuhusu sheria zinazomzunguka mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na bidhaa bandia, huku akiwatahadharisha wahusika juu ya hatua kali za sheria zitakazochukuliwa dhidi yao. Eh, kwa upande wa sheria ya udhibiti wa bidhaa bandia ni sheria ya mwaka 1963 inaitwa the Merchandise Marks Act. Kwanza sheria inasema kwamba kama mtu atakuwa ame na bidhaa bandia anatakiwa kutoa ushirikiano kwa tume ya ushindani, kuelezea ni wapi amepata hiyo bidhaa. Lakini sheria imeenda mbali, imeainisha makosa kwa kila mtu anayezalisha, anayetunza, anayesambaza, anayeingiza nchini, kila mtu anakosa kosa lake. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye amekamatwa na mzigo, kama ni kosa lake la kwanza, anaweza kupiga faini au kupata faini, kama atakuwa amekiri kosa kwamba ni kweli amekutwa na bidhaa bandia, anaweza kupigwa faini kuanzia milioni 8 mpaka milioni 50. FCC imesisitiza kuwa mapambano dhidi ya bidhaa bandia ni jukumu la kila mmoja, hivyo ushirikiano wa wananchi ni muhimu ili kulinda afya, usalama na uchumi wa taifa. Nikiripoti kutoka hapa Mkwani mm, Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.